Kisha kajibu, mwenye kujibu wasema huwa Abbasun, yeye ni Abbas. Huwa abbasun, yeye ni Abbas. Yasema abbasun tajirun, Abbas ni mfanyabiashara. Abbasun tajirun, Abbas ni mfanyabiashara. Kisha mbele akasema abbasun tajirun ghaniyun, Abbas ni mfanyabiashara tajiri, abbasun tajirun ghaniyun. Kwa hiyo ghaniyun ni sifa tajiri, anaesifiwa

anta talibun jadidun jadidun ni naai sifa na talibun ndi manutun. Naam, ana talibun jadidun, dio mimi ni mwanafunzi mpya. Naam, mwanafunzi zamani unasemaje? hiyo shajara yako amaa. Mazoezi, iqra waktubi samana wadike. muhammadun talibun qadimun Muhammad ni mwanafunzi wa zamani. Muhammadun talibun qadimun, Muhammad ni mwanafunzi wa zamani. Qadimun ni na'at na talibun ni man'ut. Adhalika ar-rajulu aa a a

Weka kwenye mapengo kwenye sehemu za wazi ya sentensi zifuatazo sifa yenye kunasibiana, sifa yenye kunasibiana. Kwa hiyo unasoma hapo, unaangalia sifa gani inaendana na hii sehemu hapa. Mfano na pamoja, Khadija tu talibatun, Khadija ni mwanafunzi. Sifa yake unaweza kusema, kwa sababu anasifiwa. Manarut ni hakiki, kwa sababu anaweza kuwa ni hakiki. Talibatun mujtahidatun, mwenye kujitahidi. kama ni mvivu kama ni mwanafunzi mzuri unasema talibatun jamilatun, mwanafunzi mzuri. Kama ni mashuhuri unasema talibatun shahiratun, mwanafunzi mashuhuri. Naam, khalidun tajirun, Khalid ni mfanya biashara. Tajirun shahirun, mfanya biashara mashuhuri. Au tajirun kabirun, mfanya biashara mkubwa Saghirun ashara mdogo. Namba tatu. Alarabiyatu lughatun sahlatun. tano, sita, saba, nane, tisa na kumi zas chini ya hii video inshaallah saatatu so, da fi lmakani lkhali fi ljumali latiyati man'utan munasiban. Weka kwenye sehemu zilizo wazi katika sentensi zifuatazo mwenye kusifia, mwenye kusifiwa, mwenye kunasibi, mwenye kunasibiana hiyo sehemu. Kwa hapo juu tulikuwa tunaweka sifa, hapo tunaweka mwenye kusifiwa. Sifa tayari ipo, lakini inabidi uweke yule anasifiwa au kile kinachosifiwa. Tunaona al-arabiyatu desh sahlatun. Kwa hiyo al-arabiyatu lughatun sahlatun. Lughatun ndio man'ut ana desh kadimun, mimi desh kadimun. Ana talibun kadimun, mimi mwanafunzi mkongwe. Au ana mudarrisun kadimun, mimi ni mwalimu mkongwe. Au ana imamun kadimun, mimi ni imam mkongwe. Au ana tabibun kadimun, mimi ni daktari mkongwe. Ana mu muhandisun kadimun, mimi ni muhandisi mkongwe na mfano hivyo. Na tatu, ammarun desh ghaniyun. Ammarun desh tajiri wa. Ammarun rajulun ghaniyun, Ammar ni mtu tajiri.

ghadbanu mwenye hasira alyawma hii leo kureka jibu hapo au li annahu sawimun sababu amefunga alkub malan namba 4 alkub malan alkub ni glass glass ni imejaa almalan iliyojaa alkub malan alkalimatu aljadidatu maneno mapya allughatu ni lugha shahirun ni mashhuri almadinatu ni mji mji lakini attwairu ni ndege, alyamaam sikummu, kisha, kaslanu mvivu, jauanu mwenye njaa, atshanu mwenye kiu, malanu oja, ghadbanu, alyauma, alyauma ni leo. Kisha baada hapa kuna majina kuna majina tumeyasoma hapa: jawanu atshanu kaslanu ghadbanu na moja hapo kabla, una majina ya wanawake kama majina. haya kaslanu Jau'aanu wa ghadbaanu, mal'aanu, aaama man aan a aan ana. Ghadbaanu, mwenye hasira. Ana alkubu mal'aanu, glasi imejaa. Addalu au ndoo imejaa